akili karibu. Haya, kwangu mimi ninavyoelewa kuhusu afya ya akili ni ile hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani kwa kutumia akili yaani, unatambua kwamba kitu unachokifanya unafanya nini na kwa wakati gani. Kwa hiyo ni afya ya akili. Hali ya yote, kwa majina naitwa Katherine Adam Mamos, tajibu afya ya akili ni ile hali ya kuwa na utimamu. Kwa majina anaitwa Pendo Maro Ambula. Naweza nikajibu swali hilo afya ya akili kwamba mambo gani atakusaidia wewe kupunguza stress, mambo gani anaweza akakuongezea stress. Sawa, kwa hiyo naomba mnisikilize na pia mimi nitatumaini kusikia kutoka kwenu. Sawa, mimi naanza na njia yangu ya kwanza, yaani kabla, wanasemaga ukishamjua adui yako utakuwa umeshinda nini vita. Unaona, hata kama watu wakiwa kama mnaangaliaga movies, sijui zile like za kituruki nini za kifalme like, wanatumaga kwanza messengers, kaangalie kule, si ndio? Kwa hata wewe, kitu cha kwanza unachopaswa kukifanya ni kutambua kwamba stress yako inatokana na nini. Jua kwamba mawazo nilionayo yanatokana kwamba kuna mtu anasababisha au ni mimi mwenyewe, labda ni masomo. Tambua kwamba nini kinasababisha mawazo ulionayo. Tumeelewana? Aya, mtu mwingine mwenye njia ya pili, mmoja tu, kwa majina ya Zulaia ya misi. Njia nyingine ambayo inaweza ikaondoa stress au ikakusaidia katika kuondoa stress kujichanganya na watu. Unakuta mtu ana stress ndio ile, unakuta anakaa mwenyewe hivyo anasononeka, ila ukitaka kuepusha hivyo, unachanganyikana na watu. Au njia nyingine, unaweza ukasikiliza muziki hivyo, kutoa mawazo e. Amesema kwamba unaweza ukasikiliza muziki pia kuchangamana na watu. Basi kwenye kuchangamana na watu, socializing, sawa hiyo nitakuja niongelee baadaye sawa. Nakusikiliza, kusikiliza mziki ni part of games na sports sawa. Basi njia ya kwanza mimi naenda kuiongelea ni managing your time, kwamba know how to manage your time, jua you ratiba yako inaendaje, ninaamka asubuhi ninafanya nini, madai ninafanya nini? Sawa, wengine tunapenda kusema kwamba do the right thing at the right time at the right place. Sawa, kwamba ukisha manage, mtu anaenda na ratiba kwamba unajua sasa hivi ninafanya kitu fulani. saa moja nitaamka, nitafanya usafi, nitaenda darasani, nitatoka There is no time kwamba utakuwa na stress. Yaani hata kama utakuwa na stress yani ni dakika kumi umeshashtuka, eh sijafanya kitu fulani, si ndio? Lakini mtu asiyekuwa na ratiba tu kwamba yupo yupo, umekaa yaani, ukikaa hilo lazima tu kuna vitu vinakuja kimini, si ndio? So, obviously stress zitakuwepo. So know how to manage your time kwamba umanage your time, sasa hivi ninakuwa na muda. Na ukiwa na manage your time, hakikisha unaweka muda wako sawa, muda wa kupumzika <laughs> sawa, sisi ni wanafunzi tunasema kwamba mtu anayesoma anafanya kazi zaidi ya mkulima. Hicho ni kitu ambacho napaswa kujua. Kwa nguvu unayotumia wewe kusoma, unatumia nguvu kubwa sana kuliko mtu anayeenda kulima shambani siku nzima. Tengeneza kesho yako yenye manufaa, sawa? Usije ukaiharibu yani kwa leo tu kwa kitu ambacho cha muda, kitu ambalo swala ni la muda uka likakufanya ukaharibu kesho yako. Never sell off your dreams to someone, sawa? Just believe yourself kujua kabisa yani mimi ndo inabidi mwenyewe nije ni nisimamie maisha yangu, nisimamie ndoto zangu, niweze kuwa imara kwenye kile kitu unachokifanya. Sasa hivi sawa? Kuna wengine tutakuwa mama baadaye, kuna watakao kuwa masista wenda sijui, lakini almost yaani, ukiachana na watu wanaotaka kuwa masista, watu hakuna mtu asiye na ndoto ya kuwa yaani mama, hata kama yupo at, kuna sometime anafikiria. Ni hapo kipo kwenye topic kinaitwa the power of mindfulness and meditation, sawa. Tunasema kwamba umakini na kutafakari, si ndio? Kwamba kuwa makini na kitu unachokifanya, kwamba wasema huwezi ukapanda nini, ukapanda harage au halafu ukavuna mchele, si ndio? Kuwa makini na kile unachokifanya unachokifanya, kila kitu kina outcome yake. Unaweza kuona kwamba kitu kina outcome dogo, lakini kumbe baadaye zaidi huko una, muda unapoenda, outcome yake inaenda kwa nini kuwa kubwa. Kwa kuwa makini na kile unachokifanya maishani mwako, aidha ni wewe unatengeneza ficha yako, au ni mipaka yako unayoiweka au ni maamuzi yako unayoyafanya. Kuwa makini na kuwa makini kunaambatana na kutafakari, sawa. Usijaribu kufanya maamuzi yani kwa haraka, ndio maana anakuambia kwamba usifanye maamuzi ukiwa na hasira au ukiwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu yale maamuzi unayofanya yatakuwa yani, yatakuwa reality yake itakuwa tu ni muda wa furaha. Ishi kwa malengo na malengo yako unavyoyaweka weka, weka malengo kwa muda. Tunasema kuna long term term plan plan na short term plan, si ndio? Kwa ukiwa unaweka malengo yako weka kabisa, let's say kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa pili, nataka nifanye niwe nimefanikiwa kwenye kitu fulani, na hakikisha unasimamia malengo yako. Kwa hiyo natumaini kwanza leo utaenda kutengeneza cloud ya marafiki wako ambao ni wema. Utaenda kulimit your screen time, sawa? Utaenda kuwa yani utaenda kuwa balozi mwema kwa mwenzako, sawa? Na utatumia muda wako kuwa makini na kutafakari kwenye vitu mbalimbali unavyovifanya, sawa? Naenda kuongelea kitu cha overcoming burnout na emotional fatigue. Nani anaweza kusema burnout yani ni nini na au emotion fatigue yani? Anaweza kuelezea? Kwa. Basi sema ni fatigue yani ni ile kuchoka, sawa. Kuna kuchoka kihisia, sawa. Kuna muda unakaa kabisa, hisia zako unakuta zimechoka, yani labda umesumbuliwa na mawazo, umesumbuliwa na kitu mpaka wewe mwenyewe umechoka. Yani kuna watu wanasema, sitapenda tena, yani fulani amenifanyia ya hivi, si ndiyo? Umechoka yani umechoka kihisia, sawa. Basi kuna vitu ambavyo vinaenda kukusaidia kufanya nini, yani usichoke kihisia wala na uovercome hiyo bana bana. Tunasema kwamba kuchoka aidha kimwili, kimawazo, kifrika au kifanyaje kuhisia Njia ya kwanza ambayo ina kukusaidia wewe ni kufanyaje, kuna how to manage your stress sawa. Ukishajua how to manage your stress, ukisha to manage your stress. ukisha manage stress kabisa, maana stress yani afya yani matatizo mengi afya ya akili ukitoa yale ya kurithi nini, kuna maana kuna mengine unakuta mtu anarithi, kuna mgonjwa tunasema schizophrenia kwamba mtu unakuta yani anafikiria kitu ambacho sio uhalisia, ye anakaa anasema, naona kitu fulani nyamkioni Awati ni pia unakuta ni matatizo ya afya akili lakini hao unakuta yanarithiwa. Lakini kuna yale yanayotokana na afya au namna unavyoishi na watu sawa. Kwa pia kwa yani, ukishajua how to manage your stress unaenda kuva kama nini emotional fatigue, kwa sababu stress yani sana inaenda ku affect pia inaenda ku ku affect wake hisia. Una stress ya kitu fulani, una stress ya kitu fulani, inakufanya unachoka, kuna muda kabisa unachoka you give up on yourself, si ndio? Kwa hiyo kwamba you are too young to hurry, sawa and too beauty to worry kwamba wewe ni mzuri sana, kufanyeje kuwa na wasiwasi wa maisha yako sawa. Kuwa na imani, believe in yourself sawa, never devalue yourself with someone else. Yani kitu tunachokifanya kwamba una devalue yourself ni pale unapojikompea na mtu mwingine. Jua kwamba duniani kabisa, mimi nipo kivyangu, wakipekea, hakuna mtu anayefanana na mimi, kwa sababu huwezi ukakaa hapo hata na rafiki yako mkafanana dreams, mkafanana sijui goals, mkafanana ambitions wala inspiration sawa Never divide, yani usije kwa kujikompea na mtu fulani au ukasema jamani, mtu fulani kwamba mimi ni mzuri zaidi yangu, hapana. Na usidanganywa na filter za TikTok wala usidanganywa na maisha ya mtandaoni ya watu wengine, sawa. Kwa hiyo jua kwamba kwa, sawa, tumeelewana. Kuna mwenye swali? Jamani, kwanza kabisa nipende kuelezea kuna athari za matatizo ya afya ya akili, au athari za magonjwa ya akili lakini kwenye hizi athari zimegawanyika katika makundi manne, kundi manne. Kuna kundi la kwanza la mtu binafsi, kuna ngazi ya familia, ngazi ya jamii na kuna ngazi ya taifa. Umeelewa eh? Ah, hivi vyote, hizi zote ni athari ambazo zina zina <coughs> zinamsababishia mtu kutokana na ugonjwa wake wa afya ya akili. Tuki tukiongelea ngazi ya mtu binafsi hapa ndo tunakuta mtu anashindwa kujihudumia yeye mwenyewe, mtu kutokujiamini na kushindwa kushiriki katika nini? Kushiriki katika maamuzi au shughuli muhimu za kifamilia na kijamii, lakini pia kujinyanyapaa mtu mwenyewe anakuwa anajinyanyapaa mwenyewe. Haya ni matokeo sasa ya, ya nini? Ya matatizo ya afya ya akili. Lakini tukizungumzia katika ngazi ya familia kunakuwa tegemezi kwa familia na kushindwa kuchangia nini katika maendeleo ya familia hii. Haya ni matokeo ya nini? Ya a, a, ni matokeo au athari za matatizo ya afya ya akili. Kwa majina naitwa Sumaia Hamisi Asumani, nasoma kidato cha sita Songe Secondary School. Katika elimu niliyopata leo, kwanza tumejua yani, mtu ukiwa na stress unatakiwa uchangamane na watu ili kuweza yaani kupoteza zile fikra na mawazo mabaya uliokuwa naokufikiria ni yaani kama kuweza kujiua au kuchukua hatua ambazo hazifai. Kingine tumejifunza kwamba ukiwa na stress pia unaweza yaani kujihusisha hata na kusoma, kufanya e, ile mazoezi inasaidia katika kupunguza mawazo. Kwa hiyo itanisaidia hivyo, yaani kwa mfano nikiona nimechoka na stress sana itapelekea nisaidie kupumzika au kuchangamana na watu ili kuondoa fikra ambayo nilizo nazo kwa majina. Naitwa Lucy Nasari, ni mwanafunzi wa shule ya secondary school, ni mwanafunzi wa kidato cha sita. Kiukweli nimefurahi kwa elimu ya leo kuhusu afya ya akili. Nimejifunza mengi, hasa ni kwa namna gani naweza nikajiepusha na msongo wa mawazo na namna gani naweza nikamsaidia mtu anayesumbuliwa na afya ya akili. Kwanza nimefurahi kwa sababu nimejifunza kuwa nikiwa na msongo wa mawazo napaswa nifanye social interaction, nijichanganye na watu na marafiki zangu ambao tunaweza tukashare idea au tukabadilisha mawazo. Lakini pia njia nyingine, kama naweza nikasikiliza mziki, nikaplay game au nikafanya mazoezi au nikajikip busy kufanya vile vitu ambavyo vinanihusu, kwa sababu nikiwa busy napunguza mawazo, sitakuwa na ule muda wa kukaa wa waku, kuwaza zaidi, kwa sababu nitakuwa nafikiria muda huu napaswa wa kufanya kitu fulani napaswa na nitende hivi, lakini marafiki watanisaidia, tunaweza tukafanya tukawa tuka, tunapiga hata stori zile za kufurahisha utani, hivyo nikapoteza mawazo oh, yoyote. Kwa majina naitwa Catherine Ada Mamos, mimi ni mwanafunzi wa Songe Sekondari kidato cha sita. Nashukuru kwanza kwa, kwa waliojitokeza ili shirika la ili shirika liliojitokeza kuja kutu, kutupa elimu ya afya ya akili, kwani itatusaidia wengi tuta Pata nji, tumepewa njia mbalimbali mbali, za kuweza kujizuia kuingia katika hizo athari ambazo zinaweza kupelekea kuwa na athari ndani ya akili zetu. Kwa majina naitwa Lois Makunja Silvanus nasoma kidato cha sita shule ya sekondari Songe. Kwanza kabisa nimefurahi kujifunza somo la leo katika elimu tuliopewa na shirika linalohusiana na mambo ya ushauri wa masuala ya matatizo ya akili. Kwanza kabisa, nimeweza kujifunza njia za kuzuia, njia za kuzuia msongo wa mawazo. Pale ninapoweza kupatwa na msongo wa mawazo, nitaweza kutumia njia kama vile kufanya mazoezi. Kwa sababu gani? Ninapofanya mazoezi, yananisaidia niweze kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu nitakuwa nimeweza kusahau vile vitu ambavyo nilikuwa naviwaza. Kwa majina yangu naitwa Fred Isaya. Uh, ni afisa stawi ya jamii manispaa ya Msoma. Uh, kwa sasa hivi changamoto ya afya ya akili imekuwa tatizo kubwa sana duniani, kwa Tanzania yetu na hata katika mkoa wetu wa Mara, katika manispaa yetu ya Msoma, tunaona vijana wengi sana ambao wameathirika sana kwenye kwa hii changamoto ya afya ya akili, kwa sababu wengi sana wanavuta madawa na nini kwa hiyo ni changamoto kubwa sana hivyo na, na, napenda kuyasa jamii kwa ujumla tuweze, napenda kuyasa jamii kwa ujumla kuweza kuweza ku, ku, ku, ku, kuzingatia vitu muhimu ambavyo vinaweza vikawasababishia kuto, ku, kuwa na afya nzuri ya akili kama kula vyakula vya, vya lishe na pia kupata msaada wa kisaikolojia pale inapohitajika, kwa sababu wengi wanakuwa na changamoto za afya lakini hawawezi awe, awe, kusema matatizo yao, na washauri jamii kuweza kutafuta sehemu sahihi za kuweza kutatu, kutatuliwa changamoto zao, hasa zinazohusu za afya ya akili. Kwa majina anaitwa Dorothy Deus, ni moderator wa mradi wa ni sawa kutokuwa sawa. Leo tumejumuika pamoja na wanafunzi wa Sanje Girls na tumejifunza mengi pia kupitia kwao. Tumewapatia elimu ya afya ya akili na pia wamefurahi sana kwa uwepo wetu sisi kwao lakini pia tunategemea kwenda mbalimbali kuvuka hata mashuleni pia mitaani, kwa sababu kuna ongezeko sana la watoto wa mitaani, na haya mambo yote yanatokana pia na changamoto za kifamilia, ambao sana sana sana unakuta mzazi ana stress sana, au ni watoto wenye stress pia, ambao zinasababishwa ni athari pia mbalimbali za kifamilia, ambazo zinapelekea watoto kwenda mitaani. Wengine unakuta ni stress, wengine labda migogoro ya kifamilia, ambayo pia inapelekea matatizo ya afya ya akili, kwa pia tulikuwa tunawaza kufikia watoto wa mitaani kwa namna fulani au kwa ukubwa fulani. Pia ni wazo pia na ushauri kwa jamii na familia nzima, kwamba tuendelee kutoa malezi bora kwa watoto wetu ili waweze kuepukana na ongezeko la watoto wa mitaani.